Mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, Dk. Faraja Chiwanga amesema mapambo na muonekano mzuri wa hospitali husaidia kuondoa uoga pia kuongeza faraja na kuchochea matokeo chanya ya huduma za afya. Dk. Chiwanga ameeleza hayo kwenye hafla ya makabidhiano ya eneo kwa ajili ya upakaji rangi kwenye jengo la watoto lenye vitanda takriban 350, inalotekelezwa kwa ushirikiano wa kampuni ya Insignia Limited wanaotambuliwa kwa chapa ya Coral Paints na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kuelekea maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka hiyo jijini Dar es Salaam. Unajua, hospitali wakati mwingine, mpaka tulikuwa tunafikiria kwamba ni sehemu ambayo haitakiwi kuonekana labda nzuri, mtu anafikiri kwamba ni hoteli tu inatakiwa kuonekana nzuri, lakini tunaelewa kwamba hata kama unaugua mazingira peke yake yanaweza yakakuponyesha, pia utaki wewe, unaugua unaenda pia sehemu ambayo unaiona na yenyewe unaogopa hata kuhudumiwa pale mahali. Kwa hiyo muonekano wa sehemu ambayo unatolewa unapewa huduma wewe, hata kama ni mpokea huduma, inatakiwa pia iwe katika mandhari na muonekano ambao unavutia. Sasa na watoa huduma pia vile vile wanafanya kazi yao kwa umakini zaidi na kwa vizuri wakiwa wako relaxed, kama muonekano wa maeneo yao pia ni mzuri. Kwa hiyo uh, tukipata wadau kama hawa ambao ni wazo ambao walikuja nalo wenzetu wa VETA, kwa kweli sisi tunashukuru sana, na mkurugenzi ametuma kwamba niliseme sana ili kwamba ameshukuru sana, kwa sababu nafikiri mnafahamu kutoka ameingia kwenye uongozi ametoa kipaumbele sana kuhakikisha kwamba hospitali yetu inakuwa na muonekano mzuri wenye hadhi ya hospitali ya taifa. Naye mtendaji mkuu wa VETA CPA Antoni Kasoro amesema katika kuelekea maadhimisho hayo wanatekeleza maagizo ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda aliyewataka kurejesha katika jamii, ambapo wao wameazimia kufanya marekebisho katika mashule na mahospitali mbalimbali nchini. Mheshimiwa Waziri, katika kwenda kutekeleza na kilele kile cha miaka 30 ya VETA, moja ya vitu ambavyo ulituambia tuje navyo na kuona kwamba tunaleta impact, ni vitu ambavyo ulituambia twende kutizama shughuli kule kwenye jamii mbalimbali, na moja ya shughuli hizo tumeweza kutekeleza. Tulikuwa na activity mbalimbali katika ngazi ya wilaya na mikoa na kanda zilizoko katika vyuo vyetu, lakini tukasema pia kuna shughuli hii ya kutekeleza kwa jamii, ambapo tunaenda kufanya painting kwenye mahospitali, lakini pia na mashule ambayo yapo katika mikoa mbalimbali. Na katika kufanya hivyo, Leo tupo katika hospitali yetu ya Muhimbili, ambapo tulikuwa tumewafata wenzetu akatuambia kuna ile eneo na sisi tukaona ni eneo sahihi kwa ajili ya kuweza kulirudishia na kuweka rangi na kulipendezesha, na pia kupaka kupiga kuchora zile picha ambazo ziko humu ndani, na katika kufanya hivyo tunajua kwamba tunachokitekeleza tunakirudisha kwa jamii, hata kama ni hospitali ya umma, hospitali ya serikali, lakini wanaopata huduma ni wananchi wa Kitanzania. Kwao tunaamini katika kutekeleza haya yatatusaidia, na katika kufanya hilo, tumeweza kushirikiana na wenzetu wa Insignia ambao ni wana brandi ya Coral Paints, ambao wametusaidia kuweza kuzipata hizi rangi kwa ajili ya upigaji hapa rangi, na sisi VETA, ni jukumu letu ni kutoa wale wanafunzi ambao wanasoma katika fani hii ya upigaji rangi na wenyewe watakuwa wamekuja kufanya hii kazi sasa katika hili jengo hili lote. Naye meneja masoko wa kampuni Insignia Limited, wa kampuni Insignia Limited wanaotambuliwa na chapa Coral Paints Adam Kefa amesema wao kama wadau wa kupendezesha sio mara yao ya kwanza kufanya jambo hilo, wamekuwa wakifanya mara kadhaa. Um, sisi kama nilivyosema wadau kupendezesha, hii sio mara yetu ya kwanza kufanya zoezi hili, tulishakufanya katika wodi hii ya kupaka rangi katika wodi ya watoto, hivyo ni jukumu letu na tunachukulia kwa uzito um, swala hili zima la kupendezesha wodi ya ya, ya ya watoto katika hospitali ya Muhimbili, na tupo pamoja katika kuendeleza kuwapa mkono katika swala hili zima la upendezeshaji wa wodi, wa wodi na hospitali kwa ujumla. Naye mgeni rasmi wa hafla hiyo, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ambaye hakusita kueleza furaha yake kwa Coral Paints na VETA na kueleza kuwa kilele cha maadhimisho hayo itakuwa Machi 18 mwaka huu, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Ni shughuli za maadhimisho ya miaka 30 ya VETA tangu yaanzishwe ambayo baadaye tutakuwa na mgeni rasmi wa waziri mkuu tarehe 18 tutazungumza mambo mengi sana ikiwa ni pamoja na hii lakini vile vile ni maadhimisho ya miaka hamsini tangu serikali yaanzishe idara ambayo ilikuwa inasimamia masuala ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi. Idara hii ndio baadaye imekuja kuwa ni VETA. Kwa hiyo ni maadhimisho ya miaka hamsini ya VETA ikiwa katika muundo tofauti, lakini miaka thelathini ya VETA katika muundo uliopo hapa. Sisi tunathamini sana kazi ambayo inafanywa na hospitali yetu ya Muhimbili, na kwa hakika na kushukuru, umenikaribisha kuja tena hapa, sio kama mteja, lakini kuja kutembea na kuangalia. Lakini tumekuja vile vile kama wateja, tumeuguza humu, tunaona maboresho ambayo serikali yetu inafanya ikiwa ni pamoja na jengo hili. Ni kweli kuna wakati nadhani zamani sana ukija Muhimbili unaweza ukawa depressed kwa sababu juhudi za kuokoa maisha zilikuwa zimechukua muda mkubwa kiasi kwamba miundombinu na kupendezesha mazingira ilikuwa haijachukua priority kubwa sana na inafahamika, lakini nadhani sasa hivi mambo ni mazuri sana, hatua kwa hatua, hata kama bado changamoto zipo, sisi tunafurahia kazi inayofanyika kwa... hii ni Daily News Digital kwa niaba ya Wycliffe Mutayoba, mimi ni Ismail Kawambwa.